wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, Tundu Antiphas Lissu alipokuwa akiwasili katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kusikiliza kesi inayomkabili. Lissu anakabiliwa na kesi mbili ambazo ni kuchapisha taarifa za uongo katika mtandao wa YouTube na uhaini. Awali, kesi hizo zilikuwa zinasikilizwa kwa njia ya mtandao lakini Mei 6, 2025, hakimu mkazi mwandamizi Geofrey Mhini alitoa uamuzi wa kumtaka Lissu kufika mahakamani kwenye kosa la kuchapisha taarifa za uongo badala ya kuendelea kwa njia ya mtandao huku kesi ya tuhuma za uhaini ikiendelea kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Mtazamaji wa ITV Digital, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu mbalimbali mbali ya kijamii ili uweze kupata habari mbalimbali kuhusiana na kesi hii inayoendelea kusikilizwa hapa mahakama ya Kisutu. Mimi ni Eric Evaristi, endelea kutufuatilia.